Mabibi na mabwana, jambo kwa siku ya leo. Tunawashukuru, tunatumaini mko wengi kutufuata ndani ya kipindi analize de Simon Kazungu, analize yetu sisi, analize ya Simon Kazungu, kwa siku ya leo inataka kuzungumuzia province ya Nord Kivu. Tunawashukuru wengi kuweza kutufata na kuweza kutupatia remarke zenu. Inawezekana wakati tunataka kuongea swahili sanifu inatushinda na hatuongee vizuri, muache tuweze kuongea swahili ambao sisi wa kongole tutaweza kuelewa. Kuna nini katika province yetu ya North Kivu? Province ya North Kivu, munisamee kuweza kupana hii mfano. Inaonekana kama vile zile picha ambazo tulikuwaga nazo ndani ya salon uh, za kwetu wakati tulikuwa watoto. Kulikuwa picha moja ilikuwa inatuatire sana. Ile picha walikuwa wanaandika, inakale, inakale. Ilikuwa mfano ya mtu bwana moja alienda kukata kuni, wakati anaenda kukata kuni, iko na kata mti na shoka yake anavumbua nyuma yake, kuna simba inataka kumwatake. Wakati anasema apande ndani ya muti, anaenda kuta kule ndani ya muti kuna nyoka iko na mngo ya kule juu. Wakati aseme asote ndani ya maji, sababu maji iko pale pembeni, aweze kujiokoa, akisote ndani ya maji, anakuta ndani ya maji mamba iko pale, iko inamsubiri, alafu tulikuwa watoto, ilikuwa naandikwa inakale sisi. Eh, pale ndani ya kartie yenyewe ilikuwa Beni, kulikuwa artiste mmoja walikuwa namuita Kavunja, alafu ilikuwa ime inatuvutia sana. Kwa siku ya leo province yetu ya Nord Kivu inakuwa katika ile hali ya inakale, vitu habiendeke. Ukiwa ndani ya province pale kwenye gouvernement ingali naendelea kushikilia, nikusema pande za Beni, nusu ya Lubero kuna magumu mingi sana, ADF ina atake inaua watu. Mnajua mamove waliua tena watu usiku wa jana, mnajua mauaji inakua mingi sana hatuwezi kusahau mauaji yenye lipitikana Mangurejipa, mauaji mbalimbali pembeni ya Mandumbi, ngambo ya Mbau. Kuna magumu iko mingi sana ADF inaweka watu tabani ndani ya province yetu ya Nord Kivu. Isitoshe haya magumu kunaongezeka sasa magumu ya population ikipigana na parke. Siku tarehe makumi mbili na ine huu mwezi ilikuwa siku ya tatu ambayo tunaita Mercredi. Tunalamuka huku mahali tunapatikana tunakuta video ikionyesha population ilishatomboka sana, imekata miti, imetia kwa barabara, watu wasitoke beni kuenda kasindi na wakasindi wasipande beni. Kwa nini? Sababu population ililamuka waecogarde wale wa garde park wamekuja na nguvu nyingi sana na mipanga kata mimea yote migomba mihindi maragi mihogo sombe yote chini alafu ulikuwa unafika kama wanakukuta kushamba unaenda huko nakimbia unawaza ni ADF unaenda huko nakimbia sababu unapata presio takula fimbo hii situation inaenda kuleta fujo sana kati ya population na park gouvernement provincial ya Nord Kivu pale pa Beni iliweza kumsukuma vice gouverneur kuenda kupale Mwayangos ndani ya barabara Beni Kasindi kuenda kuangalia namna gani ifujo hii vurugu inaweza kuisha. Hatujui mpaka leo wamefikia resultat gani. Lakini shida iko ndani ya population, sababu mimea yao yenyewe ilikuwa inaanza kukomaa, mihindi chini, migomba chini, wamekata kabisa. Hakuna mwaye tena mtu waweze kufanya rekolte ya kwake. Kuko shida kabambi ndani ya population, na parke national de Virunga imetusukuma tuweze kuzungumzia kwanza mambo ya Park National de Virunga. Tunataka kuwaelezea na kuwa arifu ya kwamba watu wengi wa politicien wakizungumzia hii kestion ya Park National de Virunga wanatia ndani uongo ili waweze kupata uchaguzi ya watu. Sisi hatuko kule, sisi tunataka tuendelee ndani ya kestion ya Park National de Virunga na population, sababu hii park wakati unaitazama kuanzia teritware ya Ruchuru, Masisi, Nyiragongo, unafika Lubero, Beni, teritware zote haifike Walikale. Ukiangalia mahali pote ambako kuko parke, kuko shida. Kwa Beni kuna hii shida eh, ndani ya fazi ambayo tunaita Mayangose, na hii shida iliacha hata watu fulani fulani wakaanza kusema pale Mayangose kuna grupe maimai, yenyewe wanaita wamaimai Mayangosi kule Kongo ya Sika pale kwa mji wa Kasindi kuna shida kubwa ndani ya kudelimite park na sheferi, watu wanasema parti moya iko yao na parke nasema haiko yao. Ninakumbuka miaka ya zamani nilikuta baba moya wamemkatakata miguu sababu walimkuta ndani ya hii kipande, ile pia inakuwa shida. Ukipanda ndani ya ya teritoari tu ya Beni unafika ngambo ya ya, ya Kavinyonge unakuta shida kabisa, watu wanaendelea kuongezeka kwa Kavinyonge, lakini parke nasema nyie mwisho yenu ni hapa. Unafika teritoire ya Lubero hakuna pesheri hata moja, teritoire ya Lubero iko pale, maji inafika pale, lakini nafika pale, lakini watu wa park hakuna pale ambako wanasema hii e inakuwa pesheri ambayo iko ya raia, haiko ukifika Ruchuru, parke na magumu mingi sana, na population tembo zinakuyaga zinakula mimea ya watu lakini usiweze kuzigusa. Isitoshe apare hii shida, kuna pia shida ya reserve ya Sarambwe ambayo inapiganisha Congo na Uganda, hii nayoiko magumu mbalimbali. Sasa unafika ngambo ya Kichanga, teritoari ya Masisi na Ruchuru, unakuta ingine difikulte, watu fulani, kategori ya watu fulani iko pale ndani ya Ruchuru Masisi pale Kichanga wanaoweka pale haina magumu. Kategoria ya watu fulani fulani wanasema haa, watu wako na statuti au particulier, wale watu muwaache pale, nayo ni magumu. kutoka Beni ukienda uh, kutoka Goma unaenda Sake, Park national de Virunga ina magumu pia na watu wa Kamronza. Hapa population imechukua hii parti kuanzia Mugunga, unaendelea ngambo ya Sake. Population imejiingilia na inasema inachukua hii fasi, manyumba zimeweza kujaa kule. Watu wa parki wanasema hii iko patrimoine ya UNESCO, hamwezi kugusa hapa. Fujo ingali inaendelea mpaka leo, makomunike zingali zinaendelea mpaka leo. Alafu sasa situasio ya population kama vile niliwaambia iko inakale, haiwezekane haiendelee vizuri. Population hatujui italima wapi, nombre ya watu iko naendelea. Parke iliweza kuundwa 1925 1950 wakaongeza dimension ya park mpaka leo ile populasio yenyewe ilikuwa kule kunaongezeka eh, ingine populasio je esike hii park kestio yenyewe tunaweza kujiuliza, ingali tena na yake mafaa yake na kukua na ile dimension ya 1950. Je, presio ya population iko inaongezeka, watu wataendelea kuangalia hivi park na haone ndani kitu nyama hazion, haziongezeke. Wao wenyewe watu wa ICCN kwa 2024 Oktoba mwaka jana wameeleza ya kwamba Parke imekuwa, sasa imediminue imepunguzwa na 50% ya population animal, nikusema nyama ziko zimepunguka nusu, sababu rebelio zote zimeingia ndani. Hawa watu wa garde park wanajiwezea tu population kupigana na population alakini rebelio zenye zinaatake population zimeingia kule ndani, zikitengeneza makala, zinakula vizuri, ziko na samaki ndani ya, ya, ya, ya semuliki hawawezi kuziatakia, hatutasikia kanasema wa garde parke walipigana na ADF ama walipigana na kitu fulani population. Sasa inasema na lima ha hapa, ndio garde parke wanajipatia sasa nafasi ya kuweza kuchapa population na kuharibu mimea hii. Ni ulizo na ni shida kubwa sana, sababu hakuna kule kwa kuweza kuenda magumu iko mengi sana, insecurity iko fazi zingine Watu wenyewe walikimbia Goma, wanakimbia Masisi, wanakimbia fazi zingine, wamejirifishe Goma, Butembo. Na wakati wanataka enda kulima magumu inakuwa pamoja na park hii. Iko swali ambayo tunahitaji Gouverneur de province General Major Eva somo kuweza kuangalia na waweze kutatua hii shida, isipokuwa hii shida itatatua, itaendelea kuongeza ingine shida juu ya shida ya vita ambayo tunakuwa ndani yake. Mabibi na babwana, tunawashukuru sana tunawashukuru sana na tunasema ya kwamba wa autorite pia kwa nor ya province ya nord Kivu waangalie namna gani wanaweza kusoulage population yetu ya ya mayangos ambayo ilikuwa na mimea pale, nani ataweza kuienda mnize, na tuangalie hii situation ya limite avec le parc iweze kuisha. Tunawashukuru sana. Tunajua mko wengi kutufata kwenye Agora Grand Lake na kwenye Kuna Nini News na masit mbalimbali mbali, website mbalimbali ambao wanatufata. Tunasema kwa siku ijao chao.